Kila lakinifu ukurasa wa mbele habari kubwa inasema wanne wakataa uwaziri, wahofia kwenda na kasi ya Magufuli. Habari hii kwa urefu ndipo ukurasa wa nne wa gazeti la Mtanzania. Wabunge wanne wa Chama cha Mapinduzi wametajwa kupata uteuzi wa nafasi ya uwaziri ili kujaza nafasi za wizara nne zilizokuwa wazi. Mtanzania imebaini hatua hiyo imetokana na kile kilichoelezwa kuwa ni hofu ya wabunge hao kushindwa kwenda na kasi ya Rais Dr. John Magufuli ambaye aliwaapisha mawaziri wapya Disemba 12 mwaka huu. Wakizungumza na Mtanzania, wabunge hao ambao hawakupenda kutajwa majina yao gazetini walidai kuwa kasi ya Rais Magufuli inawatia hofu. Ukurasa Sawa mbele. Pia Mtanzania limeandika Makonda na Kubenea nusura wazichape, habari iko urefu meandikwa ukurasa wa nne. Mbunge wa Ubungo, Saidi Kubenia wa CHADEMA, nusura azichape kavukavu na mkuu wa wilaya Kinondoni, Paul Makonda, baada ya kutokea kutoelewana. Kutokana na hali hiyo, Makonda aliwaagiza askari wa jeshi la polisi kumtia baroni Kubenia kwa kile kilichoelezwa kuwa mbunge huyo ameshindwa kutii agizo la mkuu huyo wa wilaya. Ni habari ukurasa wa mbele gazeti la Mtanzania. Ukurasa wa pili, kuna habari inayosema kortini kwa kuingia nyumbani kwa Mzee Mwinyi. Mkazi wa Ilala, mtaa wa Lindi, Hafidhi Ali amepandishwa kizembani katika mahakama ya mwanzo Kinondoni akikabiliwa na tuhuma za kuvamia kisha kuingia nyumbani kwa Rais mstaafu Ali Hasani Mwinyi. Mbele ya Hakimu Esaki hiyo, karani ya mahakama hiyo Moses Mchome alidai kwamba mtuhumiwa alifanya kosa hilo Disemba kumi mwaka huu saa saba na nusu usiku nyumbani kwa Mzee Mwinyi, Mikocheni B. Dar es Salaam. Ukurasa wa pili pia kuna habari inasoma mapigano ya wakulima na wafugaji ya ua mmoja ng'ombe sabini na moja Morogoro. Mmoja amefariki mtu mmoja amefariki dunia na wengine wanne wamejeruhiwa akiwemo askari polisi mmoja baada ya kutokea mapigano kati ya wakulima na wafugaji katika kijiji cha Dihinda kata ya Kanga wilaya Mvomero mkoani Morogoro. Akizungumza na waandishi wa habari jana, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Dihinda Hirili Kerima alisema tukio hilo lilitokea Desemba 11 saa 11 jioni. Ukurasa wa tatu kuna habari inayosema Waziri Lukuvi ageukia wawekezaji wa mashamba. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi ametoa siku saba kwa wakuu wa idara kwenda kituo cha uwekezaji Tanzania kukagua maeneo yaliyopewa wawekezaji kama yanaendelezwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Pia amemwagiza mkurugenzi wa shirika la nyumba la taifa Nehemia Mchecho kuhudhuria kikao kijacho cha wakurugenzi kueleza sera na mipango ya kujenga nyumba kwa watanzania wa kipato cha chini. Ukurasa wa tatu pia kuna habari unasema hatima ya masamaki na wenzake leo. Mahakama Kuu ya Tanzania leo inatarajiwa kutoa uamuzi wa kuwapatia dhamana maofisa wanne wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, akiwemo kamishna wa forodha wa mamlaka hiyo Tiage Masamaki. Watumiwa hao wanadaiwa kutoa makontena 329 bandarini bila kulipiwa kodi na kusababisha serikali kupata hasara ya shilingi bilioni 12.7. Habari Leo kurasa wa mbele limeandika mawaziri watoa maagizo mazito. Habari kwa urefu imeandikwa kurasa wa pili, mawaziri wapya ambao wameteuliwa wiki hii iliyopita jana yani, walianza kazi kwa kutoa maagizo mazito ya kuwataka watumishi wa umma wafanye kazi na kutatua kero za wananchi kwa kushindana na wa kuendana na kasi ya Rais John Magufuli baadhi ya mawaziri wa ripoti ofisini na kutembelea idara zilizo chini ya wizara zao ambapo walitumia fursa hiyo kuzungumza na wafanyakazi wa idara hizo ambapo walitoa maagizo mbalimbali. Ukurasa wa tatu kuna habari inasema, mahitaji ya gesi madogo kuliko inaozalisha. Tanzania ina ziada ya gesi iliyo tayari kwa matumizi ya ndani inaofikia futi za ujazo wa milioni 94 kwa siku ambayo haitumiki kutokana na mahitaji madogo ya nishati hiyo kwa sasa imeelezwa. Ukurasa wa tatu pia kuna habari inaosema CCM yashinda Handeni, yalia rafu Arusha mjini. Wakati Chama cha Mapinduzi ikirejesha kiti chake cha ubunge katika jimbo la Handeni mjini mkoani Tanga, Chadema kimetetea kiti chake cha Arusha mjini, huku CCM ikilalamika kuwapo kwa hujuma katika jimbo hilo. Ukurasa wa tatu pia kuna habari inaosema TANESCO ya kamata 50 kwa wizi wa umeme Dar es Salaam. Shirika la umeme Tanzania limewakamata wakazi hamsini wa Dar es Salaam kwa kuiba umeme kwa njia mbalimbali na kusababisha hasara ya zaidi ya shilingi milioni mia mbili. Ukurasa wa nne kuna habari inayosema Tanzania na China kushirikiana katika ulinzi na usalama. Serikali ya Tanzania na China zimesaini hati ya makubaliano inayolenga kuimarisha zaidi ushirikiano katika masuala ya ulinzi na usalama wa raia na mali zao baina nchi wane, pia, ya nchi hizo mbili. Ukurasa wa nne pia kuna habari inayosema serikali yapongezwa kujali wenye ulemavu. Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania limempongeza Rais John Magufuli kwa kutimiza ahadi yake ya kujali na kuipa kipaumbele masuala ya wa Watanzania wenye ulemavu kwa kuhamishia masuala yao chini ya ofisi ya waziri mkuu kwa utekelezaji wenye tija. Ni habari kurasa za ndani gazeti la habari leo. Ni umbele, marikani, ya ukurasa wa mbele limeandika Marekani yamweka Magufuli njia panda. Habari iko urefu maandiko ukurasa wa 12. <coughs> Marekani imeiweka njia panda serikali ya rais Dr. John Magufuli baada ya bodi ya shirika lake la changamoto za milenia MCC kuamua kukutana kesho kujadili masuala kadhaa ya utoaji misaada kwa nchi zinazoendelea huku angalizo lake kwa serikali ya Tanzania kuhusiana na uchaguzi wa Zanzibar likiwa bado halijapatiwa ufumbuzi. Kwa mujibu wa ratiba ya MCC, kikao chao cha bodi kitakutana kesho Jumatano kwa kupitia mapendekezo ya kupeleka misaada kwa nchi mbalimbali zinazoendelea. ni habari iliyoposwa katika ukurasa wa mbele gazeti la Nipashe. Ukurasa wa pili kuna habari inayosema vielelezo nane vyafutwa kesi ya wakili Mwale. Jaji Gadi Mjamasi wa mahakama kuu kanda ya Arusha ameviondoa vilelezo nane vya hati za kiapo kutoka nchini Marekani katika kesi na mkabili wakili maarufu Midian Mwale na wenzake watatu. Ukurasa wa pili pia kuna habari unasema dioni wa Chadema azusha, azusha kizaazaa Njombe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mkoani Njombe, kimeingia katika sitofahamu baada ya diwani wa viti maalum walioteuliwa katika jimbo la Lingwini kuwekwa katika jimbo ambalo si lake. Wanachama wa chama hicho waliingia katika sitofahamu baada ya diwani wa chama hicho kutoka jimbo la Lupembe kupewa kiti maalum katika jimbo la Njombe Kusini. Ukurasa wa tatu, Mipashi limeandika "Mawaziri kavu washangaa serikali kuwalipa mishahara." Waziri wa habari, utamaduni, utalii na michezo aliyejivua wadhifa wake Saidi Ali Mbarouk amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inavunja sheria kwa kuwalipa mishahara na marupurupu mawaziri wasiofanya kazi tangu kuibuka mgogoro wa uchaguzi wa Zanzibar. Ni habari kurasa za ndani gazeti la Nipashe.